Iwe, haleluya! Haleluya! Kwa mara nyingine tena tunajifunza eh, habari ya kutumia damu ya Yesu. Nitakufundisha eh, kidogo kuhusu neema ambayo Bwana Yesu amenipa eh, kwa ajili ya kufundisha watu. Lakini nitafundisha damu, nitakuwa nafundisha kipengele kimoja baada ya kingine. Ni damu, maeneo. Unajua damu ya Yesu ilimwagika maeneo mbalimbali mbali. Eh, eh na Yesu alinifundisha yesu alinifundisha kila eneo lina maana yake na sasa leo nataka nifundishe kidogo kuhusu habari ya damu ya yesu ile iliyomwagika ubavuni mwa yesu na matumizi yake ehe eneo la wapi ubavuni damu na maji wapi ubavuni sasa kwanza kabla yote tuombe baba mbinguni mtakatifu ketie mapaji juu kwenye kiti chako cha enzi cha rehema na neema asante kwa nafasi hii Asante Yesu kwa damu iliyomwagika msalabani. Asante Mungu kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Kwa njia ya mwanao Yesu Kristo wa Nazareth. Ile ni damu ya Yesu, ni damu yako Mungu. Asante Mungu, naita hiyo damu kwa ajili ya rehema na utakaso kwa ajili ya dhambi, uzembe kutoti neno lako Bwana. Takasa roho yangu, nafsi na mwili. Takasa Bwana mahali hapa nilipo, ardhi maji, anga, hali ya hewa na vitu vyote vinavyonizunguka. Pawe safi kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, naomba uniongoze. Sante Mungu, sante Yesu Kristo, sante Roho Mtakatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Naam, tunajifunza leo kuhusu damu ya Yesu iliyomwagika eneo la ubavuni na kazi yake. Kwa hiyo kwanza damu iliyomwagika ubavuni alafu na kazi yake, itakusaidia sana wewe na uzao wako. Unafahamu kwamba unapotumia damu ni kweli unatamka tu damu yesu damu Yesu, lakini damu ipi na inafanya kazi ipi? Ni kweli roho mtakatifu anatusaidia lakini, unapoongezewa na maarifa, unapoongezewa maarifa na roho mtakatifu, ndipo ambapo utafanya kwa ubora zaidi. Haleluya, haleluya. Naam, basi mungu atubariki katika somo la leo. Kwanza tuangalie kwanza sasa damu iliyomwagika eneo la ubavuni, nikwambie hiyo ndio damu pekee ambayo ilimwagika baada ya Yesu kufa. Alivyokufa Yesu pale msalabani, akachomwa na mkuki ubavuni. Huyo aliyemchoma alikuwa ni askari wa wale waliokuwa namfanya nini, wanamua Yesu. Alivyomchoma na mkuki ubavuni, I, ikatoka damu na maji ubavuni na ile damu na maji vina maana yake na vina matumizi yake. Je, ungependa tujiridhishe kidogo kulingana na neno la Mungu? Na itapendeza zaidi tukisoma rejea, injili ya Yohana mtakatifu sura ile ya 19, injili ya Yohana mtakatifu sura ya 19 mstari wa 34. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ya 19 mstari wa 34. Injili ya Yohana Mtakatifu sura ile ya 19 mstari wa 34, ninasoma katika jina la Bwana. Lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji. Kwa mara ya pili, lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji lakini askari mmojawapo alimchoma ubavu kwa mkuki na mara ikatoka damu na maji. Damu na maji vilivyotoka ubavuni mwa Yesu vina maana yake kubwa sana. Kama unamwamini Yesu Kristo wa Nazareti kuwa ni Bwana na, na mwokozi wa maisha yako, lakini una tatizo la kitu kinachoitwa kina ushuhudiaji Yani unaona ugumu kushuhudia. Umeokoka ndio hiyo, kwa muda mrefu au kwa muda mfupi, lakini unataka iwepo ile nguvu ya kushuhudia. Unajua, unaposhuhudia kuna namna mbili: unaweza ukawashuhudia watu wakaamini na wakaja kwa Yesu, na unaweza ukawashuhudia watu wasiamini kile unachoshuhudia. Sasa mshuhudiaji anakuwa na nguvu Kumbuka, unapokuwa na nguvu ya ushuhudiaji, yule anayeshuhudiwa anapokea hiyo nguvu, anazaliwa upya, anazaliwa upya. Au hata kama ni mbegu, basi unapanda mbegu iliyo bora. Unapokuwa na nguvu ya ushuhudiaji, hata kama umeshuhudia hajaokoka hapo hapo, lakini unapanda mbegu iliyo bora. Unaweza ukamshuhudia leo, baada ya mwezi mmoja anaota ndoto, ulikuwa unamshuhudia. Ni nguvu ile ulionayo wewe mshuhudiaji ndio inamwingia kwenye moyo wake. Sasa yeye anazaliwa upya. Unajua, kila katafute kila kiumbe kinapozaliwa upya, kila kiumbe kinapozaliwa, awe mnyama, awe mwanadamu, anapozaliwa, kuna vitu viwili vinatoka, damu na maji. kwa hiyo hii nguvu hii ni nguvu ya kukusaidia wewe mshuhudiaji kupokea nguvu ya wale utakaowashuhudia pia, kupokea nguvu ya wewe uwe mshuhudiaji, na itasababisha wale unaowashuhudia wazaliwe upya, kwa sababu ile nguvu ya damu na maji iliyotoka msalabani mwa Yesu alivyochomwa na mkuki haikuwa bure. Ile nguvu inatoka pale kwa Yesu inakuja kwako unakuwa kama imeenda indirect yani, haijaenda moja kwa moja, imepitia wewe ndio inaenda kwa yule unayemshuhudia. Ikiwa ni Wakristo ni lazima ataokoka, hiyo nguvu itamfuatilia popote atakapoenda. Naam, naam, naam. Kwa maana hiyo hiyo nguvu itaanza kutembea naye. Kwa hiyo ndio mwingine atasema nimepanda mbegu. Ni kweli, unakuwa umepanda mbegu, lakini hiyo mbegu ya namna gani kama huna hiyo nguvu ya damu na maji ambayo ilitokana na Yesu kumwagika pale msalabani baada ya kuchomwa mkuki. Kama huna hiyo, unaweza kuwa ni kweli umepanda mbegu, lakini mbegu hii inaweza kuwa ni dhaifu. Sasa atakakwenda mwingine mwenye hii mbegu iliyo bora. Unajua kuna mbegu zingine zinakufa hazizae, lakini kuna mbegu zilizo bora huwa lazima zinazaa na inakuwa kama imekufa, lakini inafanya je, inazaa kwa yowewe. Hiyo wewe utakuwa na hiyo nguvu, ndio nataka tuombee hiyo. Hilo jambo la kwanza nimeeleza kazi ya kwanza, ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo kila mshuhudiaji, kama unataka uwe mshuhudiaji au uwe na nguvu ya kushuhudia, uwe nguvu ya kuwafanya wengine wamjue Yesu, hii lazima uombe. Yani huna mjadala, lazima uombe hii nguvu, na utakavyoomba kwa mzigo, kwa muda mrefu, Roho Mtakatifu atazidi kuiachilia kwa kiwango kikubwa. Naam, ndio U, utajikuta kwamba kama unasafiri pengine ni gari basi kwa muda mrefu, au ni daladala, mahali popote pale, unaanza kumuuliza mtu, wewe umeokoka eh. kwa nini? kwa sababu ile nguvu inaanza kumuuliza huyu mtu sasa, huyu mtu mshuhudie nini? eh hata kama alikuwa wasikilizi wengine, utashangaa ana- anaanza ana kukusikiliza kwa nini? ile nguvu itamfanya kusikilize, inakuwa ni nguvu ya Yesu. Tena hiyo ni nguvu yenye wivu ya, ya kwamba kile chake kiende kwake, anaivuta inamvuta kuambia, ni, ni kujibu. Kwa hiyo atakusikiliza, atakwambia kama ni nakujibu, ataweza akakwambia kwamba ngoja asubiri kidogo au nikalitafakari hili jambo. Yani hiyo nguvu itamfuatilia popote atakapoenda. Mwingine ataamua hapo hapo kwa sababu ya hii nguvu itakavyotenda kazi kadri, kwa hiyo kadri utakavyokuwa unaiombea kwa kiwango kikubwa kwamba nguvu ya damu na maji vilivyotoka msalabani Yesu alivyochomwa na mkuki hiyo nguvu ijae kwangu kwa kishindo. Ikikupendeza Roho Mtakatifu akuongoze sana, ili uweze kufunga na kuombea kwa ajili ya hilo. Kazi ya kwanza inaweza kawa kazi ndogo, lakini nakwambia ni kazi kubwa sana. Utafanyika mtu ambaye anasherehesha mbinguni. Nakumbuka wakati fulani eh, nilikuwa nafanya jambo fulani, lilikuwa zuri sana kwa ajili ya maisha yangu, lakini nikasema ili jambo e, eh, nilifanyie sherehe. Angalia sana. Mtu ukiona anafanya sherehe fulani, unaweza kaiona hiyo sherehe pengine haifai. Ilikuwa ni siku ya harusi yangu. Lakini nikafikiria kwamba wanadamu huwa hawana shukrani. Nataka nimfurahishe Mungu. Ehe, nifanye nini? Siku ya harusi nilitoka, eh, nilifika Kariakoo niliwashuhudia watu kama watatu hivi waliokoka. Niliwashuhudia kama watano lakini watatu waliokoka. Hii nguvu ilinisaidia, hiyo nguvu sasa. Kwa nini niliifanya hivyo? Kwa sababu kwa sababu zifuatazo. Ukisoma kitabu cha Luka, soma kitabu cha Luka. Luka Mtakatifu sura ya sura ya ya Luka Mtakatifu sura ya 15 mstari wa 10. Luka Mtakatifu sura ya 15 mstari mstari wa kumi. Luka mtakatifu ni injili ya Luka. Luka mtakatifu sura ya 15 mstari wa 10, nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Namba nisome tena Luka mtakatifu injili ya Luka mtakatifu sura ya 15 mstari wa 10, nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye kwa mara tatu nakusomea. Injili ya Luka Mtakatifu sura 15 mstari wa 10, nawaambia vivyo hivyo, kuna furaha mbele ya malaika wa Mungu kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja atubuye. Nilifanya hivyo nikiwa na nia ya kwamba wanadamu wanaweza asifurahi, lakini Baba yangu wa mbinguni afurahi. Wanadamu wanaweza asiridhike, si lakini Mungu akamridhia mtumishi wake. Kwa hiyo utambue kwamba katika hiyo harusi wengine waliona kama kitu cha kawaida tu Eh? pengine wengine wanaweza kusema sisi hatukula vizuri. Mimi hiyo hainihusu, nilichohakikisha ni kwamba baba yangu wa mbinguni anafurahi, malaika wa mbinguni wanafurahi. Sasa ngoja nikufafanulie vizuri, hapo inavyosema kutakuwa na furaha mbinguni mbele za malaika. Maana yake malaika na Mungu ana furaha kwa maana ile halisi, kama ingekuwa nikufafanulia sana ili, ili neno, maana ya furaha, maana yake kunakuwa na sherehe mbinguni kwa ajili ya hao waliozaliwa. Nikapiga mahesabu watu watatu wa, niliwashuhudia watano, watatu wameokoka, ni Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ilifanyika furaha mbinguni eh, furaha mbinguni. Sasa kila mmoja na mtindo wake wa maisha Ehe, katika kipindi hicho, katika hali hiyo cha kumfurahisha baba mbinguni, nimeona neema kubwa sana kwangu. Unapoamua kumfurahisha baba mbinguni, kumbuka ilivyoandikwa kwamba kutakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi, mwenye dhambi mmoja atubuhi. Ni kwamba unamfurahisha Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, unafurahisha malaika wote, maana wanafanya sherehe. Kwa hiyo kipindi hicho wanafanya sherehe, kwa maana naweza nikasema uhakika kabisa kwa kuchangilia dunia ijue na mbinguni inafahamu kwamba sherehe yangu ilikuwa kubwa sana, haijapata kutokea. Maana ilikuwa ni furaha duniani na mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Lakini mfanya sherehe na Mungu aliyemtuma kufanya sherehe ndiye anaweza kujua hilo ninalolisema, si mwingine. Haleluya, haleluya, naam. Sasa nimekuelezea hapo, hiyo damu na maji ilivyomwagika pale ubavuni kwa Yesu alivyochomwa na mkuki inavyofanya hiyo kazi. Kazi nyingine hiyo damu, damu na maji au damu iliyomwagika ubavuni mwa Yesu alivyokufa. Maana Yesu alivyokufa ndivyo akatoa hizo vitu, ndio akatoa iyo damu na maji. Sasa ile damu iliyomwagika ubavuni, kumbuka hiyo ndio damu pekee eh? ndio damu pekee ambayo Bwana aliniambia Yesu Kristo wa Nazareth aliniambia, Bwana aliniambia, maanake ni Mungu aliniambia, alisema nami akaniambia, hiyo utatumia kuziharibu roho za mauti, na akanielekeza kabisa kwa uwazi. Yesu alinifundisha akaniambia, utafanya kwa maelekezo nitakayokuwa nakupa. Huwa unaposikia mauti eh, kuna roho mbili kuna roho moja inaitwa roho ya uharibifu, alafu kuna roho ya mauti. Zinaongozana na zinaongea kama vile watu wawili wanavyoweza kaongea, wakasema twende, wanakubaliana twende tukafunge harusi. Mke na mume wanasema twende tukafunge harusi kanisa fulani, wanakubaliana, si ndio? wakakae kwenye kitu fulani na nijipangia mambo. Ndivyo hivyo, hizo roho zinakubaliana. Roho ya mauti na roho ya uharibifu zinakubaliana kabisa, zinaongea. Lakini kumbuka nazo zinakuwa na nguvu, roho ya mauti na uharibifu zinakuwa na nguvu, na hizo roho za mauti zinakuwa na nguvu. Kwa maana hiyo zinakuwa zinaongozwa na mwenye nguvu, kuna naye ziongoza kwamba nenda mahali fulani. Kwa hiyo anakuwa anaongoza, anaitwa Shetani, anaitwa Ibilisi. Sasa nikwambie kulingana na neno la Mungu, jinsi Yesu alivyokuwa ananifundisha akaniambia Yoshua, naitwa Yoshua, akaniambia Yoshua, ili jina Yoshua nimepewa na Yesu Kristo wa Nazareth, yeye mwenyewe akaniambia Yoshua, fungua kitabu cha Ayubu sura ya 28, na nilikuwa sijawahi kusoma. Nasoma Biblia lakini kuna wakati mwingine, kumbe nilikuwa nasoma kama gazeti. Akaniambia fungua Ayubu sura ya 28 mstari ule wa 22, soma mara tatu, akasema soma mara tatu. Na kusomea Ayubu sura ya 28 mstari wa 22. Ayubu. Kitabu cha Ayubu sura ya 28 mstari wa 22. Kitabu cha Ayubu sura ya 28 mstari wa 22. Uharibifu na mauti husema tumesikia habari zake kwa, kwa masikio yetu. Tumesikia. Uharibifu na mauti husema tumesikia habari zake kwa masikio yetu. Yani, zinaongea kwa maana halisi. Ndio maana Mungu anatufundisha anasema, tutumie vizuri vinywa vyetu, kwa sababu unavyomtamkia mtu fulani kuhusu mauti, manake roho na roho ya uharibifu na ya mauti zinaongozana, zinatembea, zinaenda kumuua huyo, zinakuwa zimeshasikia kwamba zina mamlaka gani juu yako. Kwa mfano, kama utakuwa unamsemea mauti mtoto wako Ibilisi anapata mamlaka, asema babake mwenyewe ameshasema, kwa hiyo tunaenda kukamilisha. Kwa sababu Ibilisi anakuambia pia, anatumia Biblia kufanya uharibifu. Kwa hiyo atasema tumesikia, hata mzazi mwenyewe kasema kwamba huyo amekufa, eh, huyu ni wakufa. Akisema kwamba huyu ni wakufa, eh, ni bora ufu, na mtamkia mtoto wako hivi. Kwa kusema hivyo, hii roho ya mauti, roho ya uharibifu na mauti zinaongozana, zinatembea, zinaongea, hata mzazi wake ameshasema Haa, ndugu zake a wameshasema, wa sema hiyo, zinaanza kutembea zinaenda. Kwa hiyo kama ndugu pengine unakunenea mabaya wakisema, ah, bora ufe bora uangamie eh. Bwana Yesu alinipa hayo maarifa eh, namna ya kudhibiti, namna ya kushinda, na ni kweli alinishindie. Baada ya hapo nakwambia, tumia, akaniambia Yoshua, tumia damu ya Yesu, tumia damu yangu. Yesu akaniambia tumia damu yangu iliyomwagika pale msalabani, nilivyochomwa na mkuki ubavuni. Tumie hiyo damu, hiyo roho ya mauti pamoja na uharibifu zitamezwa. Huwa pia anapenda kudadisi, nikamuulize nikamwambia, bwana asante, ila ninaomba andiko, ninaomba ni, andiko. Akaniambia sawa, kafungue Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano, Wakorinto wa kwanza sura ya kumi na tano Wakorintho wa kwanza sura ya 15, akaniambia soma kuanzia mstari wa 54 nikasoma, nasoma sasa kuanzia mstari wa 54 mpaka 57. Nikasoma, kumbuka kule alisema nisome mara tatu, na huku akasema nisome mara ngapi? Mara tatu. Wakorintho wa kwanza, sura ya 15, mstari wa ya 54 wa ninasoma basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika na huu wa kufa utakapovaa kuto kufa hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa mauti imemezwa kwa kushinda. Ku wapi, ewe mauti, kushinda kwako? U wapi, ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe, atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Narudia tena mara ya pili, basi wa Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 24, basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa utakapo kufa utakapovaa kutokufa hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa mauti imemezwa kwa kushinda. Ku wapi ewe mauti kushinda kwako? U wapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi na nguvu ya dhambi ni torati, lakini Mungu naashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi huu uharibikao wa Korintho ya kwanza sura 15 mstari wa 34 mstari wa 54, kumradi Wakorintho wa Korintho ya kwanza sura 15 mstari wa 54. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa mauti imemezwa kwa kushinda. Na kuwapi ewe, kuwapi ewe mauti, kushinda kwako? Uwapi ewe mauti, uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu za dhambi ni torati, lakini Mungu naashukuriwe atupae kushinda kwa Bwana Yesu Kristo. Kwa nini nasema kushinda kwa Bwana Yesu Kristo? Ukienda Ufunuo sura 12 mstari wa 11, ndipo imeandikwa sasa nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ndio hiyo damu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Hiyo hiyo, haleluya haleluya. Kwa hiyo hiyo nguvu ya damu ya Yesu iliyotoka ubavuni utaishinda hiyo mauti eh? Utaishambulia, utaishinda hiyo roho ya mauti kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu eh? Sio si, si, si, si, bila mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, si kila mmoja utaenda kumwombea ili roho ya mauti ishinde. Kuna wengine imekusudiwa inabidi iende, lakini ile ambayo Bwana amekwambia eh, kuna roho ukiona kuna roho ya mauti, tumia damu ya Yesu. Kwanza omba toba au omba rehema, alafu ita damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaenda kufuta hatia sasa inafuta hatia kama kulikwepo na kosa lolote, inafuta inafuta hatia ile damu ya Yesu. Ukisoma ile Zaburi, Zaburi sura ya hamsini na moja eh, ukisoma Zaburi ya hamsini na moja Zaburi sura ya hamsini na moja mstari ule wa tisa eh, mstari ule wa tisa anasema hivi Zaburi ya hamsini na moja mstari wa tisa Zaburi ya hamsini na moja mstari wa tisa usitiri uso wako usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote hatia ambayo mtu huyu alikuwa anashitakiwa ili afe, hii roho ya uharibifu na mauti imvae kisha afe, basi inafutwa na damu ya Yesu. Basi hizi, hii roho ya mauti iliyotoka inamezwa, inamezwa. <laughs> inamezwa, inamezwa, inamezwa, inamezwa na nini? Inamezwa na nini? Inamezwa na damu ya Yesu, ina nguvu ya kuimeza yeah? na hii damu inaweza ikageuka ikawa moto, inaulamba. Ni moto ulao kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo Yesu anakuwa kazina, anageuka na kuwa ni moto ulao. Hiyo nguvu ya damu ya Yesu iliyotoka ubavuni inaimeza roho ya mauti, inaimeza roho ya uharibifu. Kwa maana kama roho ya mauti imemezwa basi ya uharibifu nayo inamezwa, zote zinamezwa mbili kwa pamoja. Haleluya! ni maarifa ambayo Yesu alinifundisha, iwe baraka kwako na kwa watu wengine. Sasa hii roho ya mauti, usiangalie tu kitu kimoja, kwamba amba mwanadamu akafa. Ah, biashara inaweza kufa, kampuni inaweza kufa, vitu vingi vinaweza kufa, hata vitu vingi sana vinaweza kufa katika maisha yako. Utakapoomba kwamba kwa, kwa damu Yesu iliyomwagika msalabani, natuma damu Yesu iliyomwagika msalabani, iliyomwagika ubavuni mwa Yesu pale msalabani, aliyochomwa na mkuki, ile damu ikazimeze roho zote za mauti, roho za mauti zote zinazoingia katika maeneo yangu yote katika biashara katika uchumi, kila eneo utakaoomba, mara kwa mara utaona mabadiliko eh. Hata vitu ambavyo vilikuwa vimekufa vinafufuka, ndio mm, ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ni kwa hiyo damu iliyomwagika ubavuni mwa Yesu eh, damu ya msalaba hiyo, lakini ilimwagika baada ya Yesu kufa. Ndio damu pekee ambayo ilitoka baada ya Yesu kufa ni damu ya ubavuni mwa Yesu pale msalabani. Utaitumia hiyo damu na kupata ushindi. Sasa, jinsi ya kuomba unaomba, kwanza omba toba kwa ajili ya omba toba au rehema na utakaso. Damu ya Yesu ikafute kila inahatia baada hapo, ili kuzishinda hizi damu hatu itakayofuata baada ya hapo tumia, ukisoma Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Mathayo sura ya 12 mstari wa 29. Na mbili, sura ya 29. Inasema hivi ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoviteka ndipo atakavyoiteka nyumba yake. Mathayo mtakatifu sura 12, mstari wa 29, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu ndipo atakapoiteka nyumba yake. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu ndipo atakapoiteka nyumba yake. Sasa hapo, nitaka ujue maana ya kufunga, maana imeandikwa wote takalolifunga duniani limefungwa na mbinguni. Kwa hiyo utatumia damu ya Yesu ya maeneo ya miguuni iliyotoka kwenye nyayo za miguu ya Yesu alivyotobolewa na misumari, utaitumia ile damu hiyo. Damu utakayotumia ni kwa ajili ya kumfunga ibilisi, damu iliyotoka maeneo ya nyayo za miguu ya Yesu alivyotobolewa na misumari, unamfunga ibilisi na kumshinda unaweza ukatamka mara tatu na mfunga na kumshinda. Manake hii roho ya mauti na roho ya uharibifu zitakuwa hazina nguvu za yule aliyewatuma, kwa hiyo kuzimaliza itakupa uwepesi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Naamini nimebarikiwa sana, ikafanyike baraka na kwa watu wengine. Nataka kuomba kwa ajili yako. Baba mbinguni, asante kwa somo hili. Kila roho ya mauti ambayo ilikuwa inamfuata huyu ndugu katika maeneo mbalimbali Baba Mungu wa mbinguni, kwanza ninaomba rehema kwa damu Yesu, kila hatia ifutwe kabisa kwa damu Yesu, kila hatia ifutwe kabisa. Baba Mungu, unatumia mamlaka ulionipa, asante kwa kunifundisha. Yesu Kristo Nazareti, damu yako Yesu iliyotoka pale msalabani ulipotobolewa nyayo zako, nachukua ile damu Bwana, ile damu naichukua hivi sasa ninamfunga adui namfunga ibilisi, ninamfunga kwa mara kwanza, mara pili, mara tatu, na natangaza ushindi, maana imeandikwa nao kamshinda kwa, kwa damu manakondoo. Ninamshinda, natangaza ushindi, ushindi, ushindi, nimeshamshinda Shetani. Na baada ya hapo nachukua damu yako Yesu iliyotoka ubavuni pako ulipotobolewa na ulipotobolewa na mkuki na yule askari baba, ninakusihi katika jina la Yesu Kristo Nazareti, naitumia hiyo damu kuziharibu kabisa hizo roho za uharibifu na za mauti ambazo zinamwendea huyo mtu ambazo zinakuja kwangu katika kila eneo, ninaziharibu kabisa. Ninaamuru hivi sasa zimemezwa kabisa, hazipo tena. Ni kwa damu Yesu iliyotoka upavuni mwa Yesu alivyotobolewa na alivyotobolewa na mkuki, alivyochomwa na mkuki, Yesu Kristo wa Nazareti. Asante wewe ni Mungu mwenye wivu, umeimiandikwa na ishara hizi zitafuatana na hao aminio. Ninaamini Bwana, achilia nguvu ya ishara, kajitukuze kwa huyo anayenisikiliza. Wewe unayenisikiliza, usipuze, fanya haya maombi mara kwa mara, Mungu atakusaidia. Somo hili kawe baraka kwako na kwa uzao wako, kwa familia yako na wote utakaokutana nao katika maisha ya kila siku. Mungu akubariki sana. Tukutane tena vipindi vingine katika Yehova Televisheni. Yesu Kristo wa Nazareti anazidi kunipa baraka nyingi za kunifundisha mambo mengi ya kuwafundisha watu wengi, si wewe tu, watu wengi dunia nzima, niwafunze. Ninaitwa Nabii Yoshua Mampeta. Karibu katika mafundisho ya neno la Mungu na maombezi kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukitaka maombezi Yanaweza kufanya maombezi, chukua namba yangu ya simu ni kama ifuatavyo: 0784, ni namba ya Airtel. 0784 477 277, 0784 477 277, hiyo ni namba ya Airtel, 0784 477 277. Ikikupendeza, ukimpenda Mungu, ili kazi ya Mungu izidi kusonga mbele Waweza kutumia Tigo pesa, utaona jina limeandikwa Askofu Mwampeta. Tuma sadaka hapo kwa ajili ya kazi ya Mungu, ili kazi ya Mungu isonge mbele. Barikiwa hai, baibai, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen.